Sura ya kumi na mbili. Afisa wa ardhi katika halmashauri ya jiji Alex Sese alikuwa ofisini mwake. Ni mweusi mfupi wa wastani na mnene kidogo. Alivaa suti ya kijivu, tai ya kahawia na viatu vya ngozi vyeusi. Alikuwa ofisini mwake ameinamisha kichwa Akisoma fomu moja ya maombi ya kiwanja. Mezani kwake kulikuwa na rundo la mafaili yenye fomu za maombi ya viwanja yakisubiri kushughulikiwa. Ofisa huyo alikuwa akiishi kwenye nyumba ya Shirika la Nyumba la Taifa huko Buguruni. Aliamua kuwa na nyumba yake mwenyewe baada ya kuchoka kuwa mpangaji. Alikuwa amekamilisha ujenzi wa nyumba yake huko Sinza na alishaiwekea samani na vyombo vingine muhimu. Alitarajia kuhamia kwenye nyumba yake mpya baada ya mwezi mmoja tangu siku hiyo. Aliijenga nyumba hiyo kwa njia ya rushwa, lakini alichukua mkopo kutoka benki ya nyumba ili kuwahadaa wabaya wake endapo wangezua tuhuma namna alivyopata pesa za kujenga nyumba hiyo. Alikuwa ameoa miezi minane iliyopita. Mkewe alifahamika kwa jina la Jenifa. Sesi alikuwa amemwachia mkewe baadhi ya funguo za nyumba ya Sinza ili awe anakwenda kuikagua kuisafisha na kuyaweka mazingira yake katika hali safi. Ni wakati alipokuwa akisoma fomu hiyo iliyokuwa kwenye faili ndipo aliposikia mtu akifungua mlango wa ofisi yake na kuingia ndani. Sese alinyanyua kichwa kumwangalia. Alikuwa msichana mzuri aliyevaa miwani ya jua herini na mkufu wa dhahabu. Alivaa blauzi nyeusi na suruali ya rangi ya bluu iliyopauka. Walisabahiana. Chichi aliketi kwenye kiti kilichokuwa mbele ya meza ya ofisi ya ofisa huyo wa ardhi. Naweza kukusaidiaje dada yangu? aliuliza Sese kwa sauti ya madaraka. Nina shida ya kiwanja. Nataka kujenga duka, alisema Chichi huku akitoa miwani usoni na kuishikilia. Sese aliweza kumwona vizuri sasa, akameza mate. Je, ulishaleta fomu ya maombi? Bado, nimekuja nayo. Nipe. Chichi alimkabidhi Sese fomu hiyo. Sese aliipokea akaikazia macho kwa muda kisha akamwambia Chichi. Nimeipata. Imefika mahali pake. Nenda kasubiri. Utajibiwa kwa kufuata taratibu zetu. Kuna maombi ya watu wengi sana. Jibu hilo lilimkera sana Chichi. Alihisi kama moyo wake umechomwa na sindano ya moto. Aliona rundo la mafaili kwenye meza ya ofisa huyo. Alihitaji kiwanja haraka, ili afungue duka. Aliyakumbuka maneno ya mumewe kuhusu shida ya viwanja. Tatizo kubwa ni kupata kiwanja utaratibu wa ugawaji viwanja jijini si mzuri, umetawaliwa na ufisadi. Kuna maombi mengi ya viwanja, lakini wanaopata ni wachache, hasa wenye uwezo. Sisi. Chichi alishusha pumzi. Wewe una mume, dada? Aliuliza Sese. Hili nalo lina uhusiano gani na kiwanja? Alijiuliza Chichi moyoni kwa mshangao. Ndiyo, nina mume, alijibu Chichi bila kuelewa maana ya swali hilo. Naona una shida sana na kiwanja, alisema Sese akimkazia macho msichana huyo. Ndio maana nimekuja hapa, alijibu Chichi. Nitakusaidia, lakini fahamu ni wewe tu nitakayekupa upendeleo huu, alisema Sese. Elewa kuwa kupata viwanja vilivyopimwa si kazi rahisi. Nitashukuru iwapo utanipa upendeleo, bwana mkubwa, nina shida sana na kiwanja. Unataka wapi? Mtaa wa Magomeni. Tukutane huko Sinza. Basi kwa maongezi ya kina, alisema Sese, kisha akapiga chafya. Huko Sinza ndiko nyumbani kwako? Hapana, mimi ninaishi Buguruni, huko Sinza nina nyumba nyingine mpya, sijahamia huko bado. Na mkeo, je, hayupo nyumbani? Ameondoka leo Alhamisi kwenda Kibaha mkoani Pwani kuwasalimu wazazi wake. Atarudi Jumatatu wiki ijayo. Nitakuja kesho jioni. Na mimi mume wangu anaondoka kesho Ijumaa asubuhi kwenda Lusaka kuhudhuria semina, alieleza Chichi. Atakuwa huko kwa muda wa siku tatu, hivyo nitakuwa na nafasi ya kukutembelea hapo Sinza unaishi mtaa gani? Shekilango namba 24. Nitakuja saa kumi na moja unusu, alisema Chichi, akavaa miwani yake ya jua na kuondoka huku macho ya Sese yakimsindikiza.